Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulilahi rabil alamin. Tunamshukuru Allah subhanahu wataala, mwingi wa rahima, mwingi wa kusikia maombi ya waja wake. Tunashuhudia ya kwamba hakuna mula anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na tunashuhudia ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam ni mjumbe wake. Ndugu zangu katika imani, hakuna silaha kubwa kwa muumini kama dua. Dua ni mazungumzo ya moja kwa moja baina ya mja na mola wake, na hakuna dua inayopotea. Ama Allah huijibu haraka au kuichelewesha kwa kheri au kumkinga mja na balaa kubwa zaidi. Allah anasema kwamba na mola wenu amesema, niombeni nitakujibuni kwa hivyo leo tutasoma dua ambazo mtume alizitaja, dua za majibu ya haraka, kwa unyenyekevu na kwa matumaini makubwa kwa Allah subhanahu wa taala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, hakuna dua ambayo mja anamuomba Allah bila dhambi au kukataa au kukata uhusiano au wa jamaa isipokuwa Allah humjibu kwa umjibu kwa moja ya mambo matatu. Kwa hiyo ndugu yangu, kabla ya dua, tuliza moyo wako, ondoa haraka, omba kwa yakini. E, sasa tuingie kwenye dua, dua za majibu ya haraka. Naomba ukae makini na usikilize dua hizi ambazo utakapokuwa unazit, unazitumia katika maombi yako basi Dua hii, dua yako itakuwa ni yenye kujibiwa haraka. Kuna maneno ukiyatanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yako anaipokea haraka na kukupa majibu. E, dua ya kwanza ni dua ya dhiki na haja. Dua hii hapa kama unavyoiona utasoma hivi: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta ahadu ssamad allahumma inni asaluka bianni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta lahadu ssamad. Ndugu yangu, dua hii hapo hitanguliza kabla ya maombi yako ukatanguliza hii dua yako itapokelewa haraka. Na dua ya pili ni dua ya majibu ya haraka ya Nabii Yunus alaihi salam. Dua hii tena, ukiitanguliza au maneno yake ukiyatanguliza ya kumomba Allah ukaweka na haja zako, Mwenyezi Mungu atakujibu haraka sana. Dua yenyewe ni hii hapa, utasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhalimin. Hiyo ni dua nyingine ambayo ukiitanguliza basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu kwa haraka. Na dua ya tatu e, ni dua ya haja yoyote. Mtu anapokuwa na haja yoyote akatanguliza maneno haya akasema hivi, allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kathira tayiban mubarakan fihi allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kathira tayiban mubarakan fihi. Ndugu yangu, maneno haya utakapoyatanguliza kwenye dua e, yoyote ambayo ulionayo ukayatanguliza, basi Allah subhanahu wataala atakufanyia wepesi wa haja yako. Na dua nyingine ya nne ni dua ya kufunguliwa milango Yaani, milango ya rahma. Unapokuwa unataka kufungula milango ya rahma, ukatanguliza dua hii hapa, ukasema: Allahumma ftah li abewaba fadhilika warahmatika Ndugu yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika kama yeye alivyosema kwamba ud'uni astajibi lakum, niombeni nitakujibuni. Kwa hiyo kila, kila aina ya maombi kuna maneno ukiyatanguliza basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya haraka sana kukujibu. Na dua ya tano ni, dua, ni, ni dua, dua ya tano na dua ya tano ya mwisho kabisa ombi binafsi hapa hapa Eh, hapa sasa, ndugu yangu katika imani, ni, ni wewe sasa. Baada ya kuwa una haja ya kitu fulani, basi ukatanguliza dua hizo ambazo nimekuelekeza, basi unaweza sasa ukaweka haja zako ulizokuwa nazo. Ndugu ndugu zangu, dua ni ibada. Usione kuchelewa kama kukataliwa. Allah anajua wakati sahihi wa kujibu. Allah anajua wakati sahihi wa kujibu. Kama umeomba wa unyenyekevu, andika amin kwenye comment, like video hii ili wafikie wanaohitaji, na share kwa mwenye viki. Allah akujibu dua yako kwa kheri, amin. Ndugu yangu katika imani e, dua ni ibada, na mimi na kuusitiza dua ni ibada. Usiache kufanya ibada, kwa sababu kadari ya Allah subhanahu wa taala huondolewa E, na dua. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya e, dua. Kuna wakati jitihada zinaweza zikashindwa kabisa, lakini ukiomba dua Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi, anakusogezea mambo ambayo yalikuwa mbali sana, anakurahisishia upatikanaji wa riziki, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwamba kila kitu amekipangilia, ame, ame amekiweka kwa kadari. Hiyo riziki yako imo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadari yako, hiyo kadari yako Allah ndio anayo hiyo kadari yako. Ukimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataiondoa na kukupa kile wewe unachokihitaji. Kwa hivyo ndugu yangu, kufikia hapa niseme asante sana kwa wewe uliyesikiliza mwanzo hadi mwisho, wailahuna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa na kushukuru wewe uliyekwisha subscribe chaneli hii. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qurani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha. Kwa hiyo, ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazoposti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya heri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani.